Muzangu wa Tanzania, habari ya muda huu. Naitwa Hamadi Mbeare, katibu wa CHADEMA mkoa wa Mbeya, nazungumza kutokea jimbo la Vwao mkoa wa Songwe. Takumbukwa tulitoa taarifa kwa umma mnamo tarehe 29 Januari ya mwaka huu e, katibu wetu wa jimbo la Rungwe na mlinzi wa mwenyekiti wetu wa chama taifa, mlinzi wa Tundu Lissu Mheshimiwa Awadi Karonga alikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi. E, kutokana na taarifa ambayo pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilitoa statement kwa umma kwamba anatuhumiwa kwa tuhuma za, za uchochezi, akawa yuko anashikiliwa kwenye kituo cha polisi pale Tukuyu e, na baada ya siku moja akaletwa kwenye kituo cha Central Mbeya ambapo amekaa hapo Central Mbeya takriban zaidi ya siku tano, na sisi kama chama pamoja na familia tuliweza kwenda kumwona na kumpatia mahitaji ya kibinadamu, kiwepo kufuatilia swala lake lakini jana eh, tarehe nne ya mwezi huu wa pili, takribani siku sita tumepokea taarifa e, kutoka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwamba wao wamemalizana, wamemaliza mahojiano na mheshimiwa Awadi Karonga, lakini wakatujulisha kwamba pia mheshimiwa Awadi Karonga anahitajika anahitajika na polisi wa mkoa wa Songwe kwa ajili ya, ya mahojiano zaidi e, kwenye mambo ambayo walikuwa wanamtuhumu nayo hayo, ambayo walidai ni ya, ni ya uchochezi ama kama kuna jambo jingine Leo mos mo, tarehe tano ya mwezi huu wa pili e, mimi e, pamoja na viongozi wenzangu wa mkoa wa Mbeya pamoja na jimbo la Rungwe e, tukishirikiana na viongozi wenzetu ambao wametupokea hapa wa mkoa wa Songwe e, pamoja na wenyeji wa viongozi wetu wa jimbo la Vuawa wakiongozwa na mwenyekiti wetu Mastete e, tumeweza kufika e, Central Vuawa kwa ajili ya kumuona e, na kumpelekea mahitaji huyo mpendwa wetu hawa Dikaronga. Jambo la kusikitisha ambalo nataka kutoa taarifa kwa umma, tulipofika Central Vwawa wamesema wao hawamshikilii huyu mtu na wala hawajampokea mtu yeyote kutoka Mbeya eh. Kwa namna kama hiyo, lakini bado hatukuchoka tumeenda, kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Songwe, naye amekiri kuto kumshikilia kwake, amekataa kwamba wao hawamshikilii huyu mtu na wala hakuna mahali walikuwa wanamuhitaji wana. Kwa hiyo mpaka tunazungumza hivi sasa majira ya saa tano hatujafanikiwa kumwona mpendo wetu na wala kujua wapi alipo. Sasa naomba kutoa wito kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, ambao ndio mlikiri mwanzo kwamba mnamshikilia na mkatupa taarifa kwamba mnamhamishia Songwe. Sasa e, nataka kuwapa taarifa kwamba polisi wa Songwe wamekana kumshikilia huyo mtu. Sasa ni wajibu wenu jeshi la polisi mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya, mtoe na mueleze umma wa Tanzania kwamba mnamshikilia wapi ndugu yetu kwenye kituo gani, ili familia iweze kumwona, chama tuweze kumwona na ndugu wengine waweze kumwona, kumpatia mahitaji ya kawaida kabisa ya kimidhamu, ikiwemo e, kufuatilia swala lake, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya, ya mtuhumiwa ambaye mnamshikilia ambaye Ja, jambo hili eh, la kuleta mkanganyiko kuanza kuzungushana, tunafika Songwe mara hayupo, tunaenda huku mara hayupo eh, halileti mahusiano mazuri miongoni mi mwetu, linaleta sura mbaya, linaleta taswira mbaya. Na eh, kama mtakumbuka mta, sisi eh, Chadema tumekuwa wahanga eh, wa baadhi ya ndugu zetu eh, kutokuonekana, wengine wanashikiliwa na polisi na baadaye eh, polisi wanawakana, jambo ambalo halileti afya. Niombe sasa Eh, kwa, kwa kawaida kabisa kibinadamu kabisa na kisheria eh, ni haki ya, ya jeshi la polisi na mweleze sasa umma wa Watanzania kwamba ni wapi aliko Awad Karonga. Baada ya liko kuzungumza hayo, ni washukuru Watanzania wote eh, viongozi wote wa mkoa wa Songwe, tusichoke sasa. Nitoe wito kwa viongozi wote wa chama, vituo vyote vilivyo karibu eh, tuende eh, kwenye kituo kilicho karibu nawe, ili kuuliza kama kamanda wetu yu huyo yuko hapo Kaya, na kama anasikiliwa hapo basi tuweze kujulishana na hatua zingine e, ziweze kufuata. Mungu awe nani, niwatakie siku njema. Hatutachoka na tutashinda. Mungu ni mwema.